Gani zinatumika kuunga, nasema ilam mmepona eh, anna silat rahimi. Hakika kuunga udugu, kuunga ndugu, kukaa vizuri na shangazi yako, kukaa vizuri na babako mdogo, kukaa vizuri na babu yako, bibi yako, marafiki wa wazazi wako, kila mmoja atapanga kwenye daftari lake kule Elewa anna silata rahmi inakuwaje hapo? Takunu bilimali, takunu bil mali. Njia ya kwanza takunu bilmali, kuunga udugu kunakuwa kwa kutumia mali kutumia pesa, ni njia ya kwanza. Babako mdogo hana uwezo, we ndio uwezo, una uwezo unawaendesha wazazi wako maisha, basi angalia na baba zako wadogo. Baba yako hana uwezo wa kusomesha wadogo zako, wasomeshe wewe. tulishazungumza huko nyuma eh? Eh. Kuunga udugu njia ya kwanza, takunu bilmali inakuwa kutoa mali, ndo njia ya kwanza. Kwa hiyo usikae wewe wewe ndio tajiri na baba yako ni tajiri, uko mzima, maskini kazi yenu ni kuwasema hamna akili wale wale, wana akili wale wale na mama yao. Yani unamsema shangazi yako na binamzako wale, mama yao kosa kufanya kazi, hiyo ni kazi yako wewe. Unatakiwa wakishe na wao wanapanda, wakishe wanapanda na wao.